Online langu jina ah, leo tulikuwa tunaenda kuzungumzia mada ambayo inasema: je, umri gani wa kijana wa kiume wa kiume anatakiwa kutoka nyumbani ili aweze kwenda kujitegemea yeye mwenyewe, ili aweze kufanya mambo yake tofauti tofauti ambayo kama kijana anataka kufanya au anapaswa kuyafanya. Ah, pia tutataka kujua ni kijana vigezo gani ambavyo vitafanya yeye aweze kutoka nyumbani kwao, kwa wazazi kwa wake ili aweze kwenda kujitegemea akiwa anaishi kwenye makazi yake peke yake. Alao tumekutana na kaka hapa atatuelezea kuhusiana na mada yetu ambayo inahusiana. Kaka kwa majina unaitwa nani? Majina yangu ni kama Steven. Ah, ni mkazi wa eneo gani? Ah, ni mkazi wa Mbezi. Ah, kuhusiana na mada yetu hiyo ambayo inasema kijana anatakiwa umri gani aende akajitegemee kwa kujitafuta yeye mwenyewe kama mwenyewe kufanya vitu anavyopenda. Uh, nikianza moja kwa moja kwenye suala zima la umri uh, wanasema right, ni kuanzia miaka kumi na nane na, na kuendelea, lakini kwa upande wangu sidhani kama kwa umri wa miaka kumi na nane na kuendelea ni umri sahihi kwa kijana kutoka kwa mzazi wake ama kwa wazazi wake kwanza kuingia mtaani kwenda kujitegemea, kwa sababu unafahamu miaka 18, sio mtu ambaye tayari amekuwa kiakili sana. Uh, kwa hiyo unaposema miaka 18, ujue mtaani kuna vishawishi vingi, kwa hiyo akili yake, na ni rahisi sana kushawishika na vitu ambavyo huenda kwa namna moja ama nyingine visiwe vizuri, na mwisho wa siku wakatoka kwa wazazi, kutoka kwa wazazi mpaka mtaani, na mtaa ukaenda kumpoteza kabisa, na kutokwenda kupata ile kijana ambaye ndugu tunamhitaji. Kwa hiyo mimi kwa pande yangu naona at least miaka 21, at least 21 ana uwezo mkubwa wa kutoka nyumbani na kwenda kuanza sasa kwenda kufanya eh, shughuli kwa ajili ya kwanza kujitengenezea maisha yake ya hapo baadaye. Sasa po, kwa pande yako wewe unaona kwamba ni miaka 21 ambayo ndio inatakiwa kijana aweze kutoka nyumbani kwenda kujitegemea. So vile watu walivyoweka akili kwamba vijana ameshafika um, umri wa miaka 18 anaweza kutoka nyumbani. P w uh, <laughs> kwenye swala so zima la vigezo, sidhani kama ni, uwaka kwa wanaangalia kwa swala so lazima vigezo, bali wengi wanachukulia tu ile scenario kwamba tayari umri aliyofika ana uwezo mkubwa wa kuanza kwenda kuingia mtaani na kwenda kuanza kujitegemea, lakini kusema kwenye vigezo ona vigezo ambavyo kwamba moja kwa moja kwamba vimeweka kwamba akiwa na kigezo hiki uh, inastahili aende aende aende, sasa akaanza kujitegemea kwenye maisha yake. Kwa hiyo unaposema kwenye kigezo labda labda kigezo ambacho kwa mimi kwa upande wangu naona ni huo umri wa miaka 18, lakini sidhani kama kuna kigezo kingine ambacho uwaga wanaangalia uh, ah um, ni kwa, asante. Mtazamaji wa OTV online uh, world, muna muna kaka hapa ambaye umri gani ambao unamfanya kijana aweze kutoka kujenda kujitegemea ili kuweza kumfikia peke yake, kasema ni miaka ishirini na moja kwa upande wake, ndio ni mawazo yake, lakini kwa sisi Afrika tumeweka kwamba miaka kumi na nane ndio kijana anapaswa kwenda kujitegemea. Usiache kufuatilia Otty TV online upate habari tofauti tofauti, asante tangu jinaaturia.